mbalimbali nchini. Amiri jeshi mkuu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania D Johni Pombe Magufuli jana amefanya ziara ya kushtukiza katika gereza la Ukonga lililoko jijini Dar es Salaam na kupiga marufuku uuzwaji wa sare za majeshi nchini na watu binafsi. Aidha, ametaka wale wote wanaouza sare hizo wazikabizi kwa jeshi husika mara moja. Rais Magufuli amepiga marufuku hiyo kufuatia maelezo kutoka kwa baadhi ya askari wa jeshi la magereza kwamba wamekuwa wakinunua sare za jeshi hilo kutoka kwa watu binafsi kinyume na taratibu za majeshi nchini na kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuwachukulia hatua mara moja wale wote watakaobainika kuuza sare za majeshi ya hapa nchini. Hali kadhalika, Rais Magufuli amepiga marufuku kwa majeshi yote nchini kuingia ubia na watu binafsi kupangisha ama kuuza maeneo yao kwa ajili ya kufanya biashara na kutaka maeneo yote ya majeshi ya baki katika jeshi husika. Na kuanzia leo hao wanaouza sare za magereza wazikabidhi hapa zote, wakibaki nazo naagiza vyombo vyangu, wakashikwe wapelekwe mahakamani. Kwa hiyo kama mligawana nao percentage zimeshaliwa hizo, mtatafuta njia ya kubalansiana kule, lakini sitaki nione nguo ya askari yoyote, iwe ya polisi, iwe ya magereza, iwe ya wazimamoto, iwe ya jeshi la wananchi, ikiuzwa na raia. Haiwezekani na haitawezekana. Aidha, rais Magufuli ametoa shilingi bilioni kumi kwa jeshi la magereza kwa ajili ya kujenga nyumba mpya zitakazotumika kwa ajili ya makazi ya askari wa jeshi la magereza katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo inafuatia kilio cha askari magereza kuwa wengi wao wamekuwa wakiishi uraiani, kitu ambacho ni tofauti na taratibu za majeshi nchini na hata kuzorotesha utendaji kazi wa askari wa jeshi hilo. Amiri Jeshi Mkuu na Rais Dr John Pombe Magufuli pia ameagiza jeshi la magereza kuhakikisha wafungwa wanatumika katika uzalishaji mali badala ya mfumo wa sasa ambapo baadhi ya wa wafungwa wamekuwa wakitumia rasilimali za serikali bila kuzifanyia kazi. Rais Magufuli amewahakikishia maafisa na askari wa jeshi la magereza kwamba serikali itaendelea kuboresha maslahi yao na vitendea kazi kama inavyofanya kwa majeshi mengine hapa nchini. Kutoka Dar es Salaam ni Esther Amandu Sizilamula wa Channel 10.